Uwepo wa mamlaka yako ndiyo pumziko lako, uwepo wa utawala wako wewe mwenyewe, kwa jinsi hivyo hivyo ulivyo, ndiyo pumziko lako, yani ndiyo mapenzi yako. Na hili ni pumziko kutoka kwa Pasta Andy Gunyu linazungumza kuhusu pumziko sehemu ya kumi na nne. Bila shaka, mamlaka yako wewe mwenyewe ndiyo yaliyo mapenzi yako, uwepo wa mamlaka yako wewe mwenyewe ndio yaliyo mapenzi. Yani, pumziko lako na mamlaka yako utawala wako ni kila jinsi vile unavyoonekana popote pale ulipo, ikimaanisha kila jinsi ya muonekano wako hapo hapo ulipo, ndio mamlaka yako yanaishi, ndio utawala wako unaishi, na kwa jinsi ya uwepo wa mwonekano wako huo, jinsi ya hivyo ulivyo, kwamba ndio mamlaka yako yanaishi, ndio utawala wako unaishi, basi jinsi hivyo ulivyo popote pale ulipo ndiyo pumziko lako linaishi, kwa kuwa popote pale ulipo katika jinsi vyovyote vile ulivyo, ndiyo mamlaka yanaishi, ndiyo mamlaka yako yanaishi, na kama ndiyo mamlaka yako yanaishi, ndiyo pumziko lako linaishi, kwa kuwa mamlaka yako wewe ndiyo pumziko lako, utawala wako wewe ndiyo ulio pumziko lako na popote pale ulipo kwa jinsi ya ulivyo, popote pale ulipo, hivyo ulivyo, ndiyo yaliyo mamlaka yanaishi, ndiyo ndio ulio utawala wako wewe mwenyewe unaishi mapenzi yake, yani pumziko lake. Hivyo ndivyo, si kwa kufanya kingine chochote kile, bali kwa jinsi ya kila ulipo, kwa muonekano wako, ndio mamlaka yanatawala, ndio pumziko linatawala, ndio utawala upo kutawala. pumziko lako limetambuliwa kwa sura ya uwepo huo ulionao sasa hivi. Pumziko lako wewe, mapenzi yako wewe, yametambuliwa na kutambulishwa na sura au muonekano wa uwepo wako hapo, popote pale ulipo. Kwa kuwa muonekano wako huo, popote pale ulipo, ndiyo mamlaka yanaishi au yanatawala, na kwa kuwa ndiyo yaliyo mamlaka yanatawala basi hayo ndiyo yaliyo mapenzi, yani raha ya utawala, pumziko la utawala wako, pumziko la uwepo wako, pumziko la jinsi ya kila ulivyo hapo popote pale ulipo, kwa hapo, kwa jinsi yoyote ulivyo hapo ulipo ndio ni pumziko hili, linazungumza na wewe. Ni Pasta Andegunyu anazungumza na wewe kwa jinsi ya uwepo wako hapo ulipo. Ndiyo yaliyo mapenzi yako, ndiyo yaliyo mapenzi yako yanatawala ndio yaliyo mapenzi yako wewe mwenyewe yanatawala, ndio lililo pumziko lako wewe mwenyewe linatawala, ikimaanisha jinsi ulivyo hapo popote pale wewe mwenyewe ndiyo unaishi mapenzi yako, ndiyo unaishi pumziko lako kindoto kinjozi, kwa kutenda, kwa kuonekana, yani kila mwonekano wa hapo hapo ulipo hapo hapo ulipo, ndio utawala kamili, ndio mamlaka kamili yanaishi, ndiyo pumziko kamili linatawala, na kufanya popote pale ulipo wewe, kuwa unaishi pumziko lako na hilo pumziko ni lako wewe mwenyewe. Katika pumziko hilo, katika mapenzi hayo ya jinsi ya uwepo wako, haupo wewe na mwingine, haupo wewe na mwingine katika pumziko hilo, bali upo wewe mwenyewe Ukiishi pumziko lako wenyewe, pumziko lako likitawala, pumziko lako likiwepo, mapenzi yako yakitawala, mapenzi yako yakiwepo, ikimaanisha jinsi ulivyo hivyo, ni mapenzi yako yanatawala, ni pumziko lako linatawala haupo na mwingine yoyote, ukitawala mapenzi yako, upo wewe mwenyewe ukiishi mapenzi yako, mapenzi yako yakitawala, ukiishi mamlaka yako, ukiishi pumziko lako, kwani katika ulimwengu wote, katika uwepo wa chochote popote pale kilipo, kimaanisha ulimwengu wote, hakuna mwingine anaishi mapenzi yako wewe, aliye na mapenzi yako wewe ikimaanisha aliye mwingine wa pili aliye wewe, bali katika ulimwengu wote upo, ni wewe mwenyewe, ikimaanisha ni mapenzi yako wewe mwenyewe yakitawala ni pumziko lako wewe mwenyewe likitawala, ikimaanisha muonekano wako wewe mwenyewe wa kila jinsi unapokuwepo, ukitawala, ukipumzika, ukifurahi, na chochote popote pale kilipo kilicho kikuzunguka kimezaliwa kutoka katika pumziko lako, ni cha mamlaka ya pumziko lako, ni cha utawala wa pumziko lako, ikimaanisha kwamba hicho jinsi kilivyo ni pumziko lako linatawala katika jinsi na jina lake. Chochote kile kilichopo ni pumziko lako wewe linatawala, ni mapenzi yako wewe yanatawala katika jinsi hivyo hivyo ulivyo kwa jina na jinsi yake na jina lake. Kwa hiyo yoyote yule, popote pale, sio yaliyo mapenzi yako mengine hayo ulio nayo hapo ulipo, sio lililo pumziko lako lingine hapo ulipo bali ni pumziko lako hilo ulilonalo hapo ulipo, linaishi katika jinsi na jina lake, linaishi katika kila jinsi na katika kila jina, ukiwa hivyo hivyo hapo ulipo, katika uwepo wako huo ndio yoyote unayemtazama ni matokeo au amezaliwa kwa mamlaka ya pumziko lako, ikimaanisha, yoyote yule anayekuzunguka ni pumziko lako, linaishi katika kila jinsi na katika kila jina la kuitwa kwake ni pumziko lako hilo hilo unalo ulilo nalo unaloliishi sasa hivi linaishi katika kila jina na katika kila jinsi ya kuonekana kwake kwa kila mmoja, kwa kuwa huyo kila mmoja amezaliwa kwa mamlaka ya pumziko lako, ikimaanisha huyo aliye ndiyo pumziko lako linaishi mamlaka yake kwa kuonekana kwake kwa jina lake. hivyo hivyo ulivyo ndio pumziko lako hivyo hivyo ulivyo ndiyo mapenzi yako hakuna mwingine ambaye anayajua mapenzi yako wewe kwa kuwa mwingine yoyote yule ndiyo mapenzi yako wewe hakuna mwingine anaijua pumziko lako wewe, kwa kuwa mwingine yoyote ndiyo lililo pumziko lako wewe, likiishi katika jinsi na jina lake kujua wewe mamlaka yako hayo, kwa kuwa mwingine yoyote ndiyo mamlaka yako wewe katika jinsi na jina la kuonekana kwake. hakuna mwingine anayejua muonekano wako wewe kwa jinsi hiyo, popote pale ulipo, kwa kuwa yoyote yule ni muonekano wako wewe, ukiishi katika jinsi na jina lake, ukiwa hivyo hivyo ulivyo Ndio nazungumza na wewe uwepo wako hapo, ndio pumziko lako. Uwepo wako wapo wewe mwenyewe ulipo, ndio pumziko lako. Ndio nazungumza na wewe uliye katika pumziko hili, popote pale ulipo katika jinsi ya uwepo huu, pumziko, mapenzi, raha ya uwepo wako huu ni lazima iwe na wewe, kila kitu chochote kile kilicho cha mapenzi yako, chochote kile kilichokuzunguka nacho kuwa ni cha mapenzi yako yanayoishi kwa jina na jinsi husika. Mapenzi hayo hayatakoma kuketi pamoja na wewe popote pale ulipo. Kwa hiyo sura ambayo inakutambulisha wewe uliye katika pumziko wewe unaishi katika mapenzi ni hiyo sura ya uwepo wako, ni hiyo sura ya mwonekano wa uwepo wako, kwani jinsi ya mwonekano wako, jinsi ya ulivyo sasa hivi, hapo ndipo ndiyo mamlaka yako yanaishi, ndiyo utawala wako unaishi, ndiyo mapenzi yako yanaishi na chochote kile kinachokuzunguka, chochote kile kilichopo, ni mapenzi yako hayo hayo ulionayo sasa hivi, yanaishi katika jinsi na jina lake, ikimaanisha ni mapenzi yako, ni pumziko lako, ni jinsi ya mwonekano wako, hivyo unaishi katika kila jinsi na katika kila aina ya mwonekano uwote ule, kwani popote ulipo ni wewe upo ukiishi mapenzi yako. Uwepo wako huu ni wewe upo unaishi mamlaka yako ambayo ndiyo pumziko, yani mapenzi yako. Basi leo hii inaishia sehemu hii ya kumi na nne. Usikose wiki ijayo siku kama hii ya leo. Inaitwa pumziko Somo hili la pumziko, pia mafundisho haya yanapatikana katika ukurasa wa YouTube kwa jina la pumziko au uh, pumziko movya. Inakupatia pumziko la uwepo wako, inakupatia pumziko hili la pumziko hilo la uwepo wako. Pokea pumziko la walio wa pumziko lako, wawalio wa mapenzi yako, wawalio wa pumziko lako, wawote waliokuzunguka. Pokea pumziko la mke wako